Luzi ya Zanzibar imeanza kutoa msaada kwa watu walioathirika na mvua zilizonyesha wiki iliyopita. Afu Ahmadi ameanda taarifa ifuatayo. Msaada huo umetolewa kwa hatua ya awali na Waziri wa Nchi afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Muhamed Abudu Muhammed, ni fedha ya taslimu kwa familia 11 kwa shehia ya Mwanyanya na Mtoni Kidatu. Sasa kwa hili la awali tumeamua katika hizi nyumba kumi na moja, kwa maana familia ya kumi na moja, kila mmoja kwa leo tumsaidie laki mbili mbili, halafu tuendelee kufanya tathmini kujua gharama za kila mmoja wetu ni mgharimu kiasi gani. Hatutokuwa na uwezo wa kwa kila mmoja alivyoathirika tutamsaidia, lakini tutasikiliza maelekezo ya serikali na uwezo wa kujitokeza serikalini namna gani tuweze kuwasaidia zaidi. Baadaye Mheshimiwa Abud pamoja na mkuu wa wilaya ya Magharibi, e, Mwenyeusi Abdullah Hasan walitembelea maeneo ya Mtoni Kidatu kuangalia nyumba zilizopata athari ya mvua, ambapo baadhi ya watu walipatiwa fedha za msaada na wameanza kufanya matengenezo katika makazi yao, huku wakilalamikia ya kuwa ujenzi wa barabara Mtoni ya Amani ndiyo uliosababisha madhara katika makazi yao. Kwa hivyo hapo pakichimbuliwa pepesi kupatikana ndio kata barabara mpaka mwisho zote mbili. Sasa hapo ndio sisi tuliwaomba tutilie makala sababu, kama ingalikuwa yapo mawili kama hayo, basi tunaimani hivyo maji ingalikuwa sababu ni njia ya maji yangekuwepo, ila tofauti yasingefanya athari kama hivyo. Akizungumza baada ya ziara hiyo, Mheshimiwa Abudu amesema serikali inafanya tathmini juu ya athari walizozipata wananchi, huku akiwatahadharisha kuepuka ujenzi katika maeneo ya mabonde na njia za maji ya mvua. Poleni sana na mtihani huu, lakini serikali itatazama kwa kina, ifanye tathmini ya kina kuhusu tatizo hili, na wataalamu wetu watakuja hapa waone hali ilivyo, tutaufumbuziwa hili tatizo la kupitisha maji ni mahala ambapo maji yanaingia ndani, lazima utafute utaratibu mwingine. Kwa pamoja pia mnapaswa kuelewa na hii hali halisi ilivyo hapa. Nikiripoti, Afu Hamad wa ZBC.